ambalo linaandika mambo lakini utekelezaji ni mawazo ya mamoja. Wanahitaji sana kupea mawazo yenu, bila kujali wazo ambalo si sahihi, ili kusudi tuweze kuchakata kwa pamoja na kuweza kutekeleza vizuri katika maswala yetu wewe